Naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi akieleza utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayoendelea kutekelezwa chini ya uongozi wakati wa maadhimisho, kwa sababu Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ameweka nguvu kubwa reli ile kukamilika kufika Mwanza ili kuweza kuleta hamasa kubwa ya maendeleo kwenye mkoa wa Mwanza na kanda zima ya ziwa na nchi nzima kwa ujumla. Juzi tu wengine tulikuwa mbali, lakini tulishuhudia meli ile mpya kubwa ya kisasa kubwa kupita zote kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati ikizinduliwa hapa Mwanza. Waziri mkuu alikuwa hapa, tuliona viongozi wote wa mkoa na wananchi mlishiriki. Ile nayo itachangia sana katika maendeleo ya mkoa wetu, kwamba kuna mradi wa maji kutoka wa Hungumawa bilioni kumi huko njiani na uko kwenye ni kama umeshakamilika kabisa. Kwa hiyo tunaona kwamba serikali ya awamu ya sita chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan inapeleka huduma za wananchi wananchi walipo na kuondolea zile kero kubwa ambazo ni mahitaji ya muhimu kwa wananchi wetu. Vilevile vile tuna mradi wa maji wa Ukiriguru Koromije Sumve bilioni thelathini na mbili tumeambiwa. Miradi hii ndio ambayo inaenda kuondoa kabisa kero ya maji kwenye wilaya yetu ya Kwimba na haswa mji wa Sumve. Mradi huu unaoleta maji Sumve kupitia Koromije, serikali itaweka bilioni thelathini na mbili kwa hiyo ni fedha nyingi, lakini ambayo wananchi wa Sumve na maeneo mengine ya wilaya hii wanastahili kwa kazi kubwa wanayofanya ya kulinda na kujenga nchi yetu. Kituo cha afya Sumve milioni mia tisa kimekamilika sasa. Tunaona chuo chetu cha michezo cha Malia zimewekwa fedha nyingi, na tujue wananchi kwamba taasisi hizi kubwa zikiwepo katika jamii nazo zinaleta chachu kubwa sana ya maendeleo katika maeneo husika. Katika kwa elimu, sisi am, kusina mbela, kusina mbela, kutule kutule ya kwa mbela, kwenye kwenye. Bilioni 196 kwa programu zote kwenye za elimu, lakini vile vile katika maji vijijini kwa ujumla wake bilioni takriban 264, maji mijini bilioni 164, lakini na vivuko mbalimbali tukijua kwamba mkoa wetu umezungukwa na Ziwa Victoria kwa kiwango kikubwa, kwa vivuko mbalimbali vya kufika maeneo kupitia kwenye ziwa, navyo kuna fedha nyingi zaidi ya bilioni 18 zimewekwe zimewekezwa. Mkuu wa mkoa amesema hapa, mkataba umesainiwa wa kufikisha umeme kwenye vitongoji takribani mia sita kwenye mkoa wa Mwanza. Kazi kubwa sana inafanyika Dr Samia Suluhu Hassan halali rais wetu tumwombee, ili Mwenyezi Mungu aweze kumlinda na aweze kutuvusha na kutupeleka kwenye hatua kubwa zaidi ya maendeleo. Umeme vijijini utaleta mwanga, lakini utaleta chachu kubwa ya maendeleo ili tuweze kuboresha shughuli zetu za kiuchumi. Siku mia moja hizi za Dkt. Samia Suluhu Hassan akiwa madarakani baada ya uchaguzi, tumeona nguvu kubwa iliyowekwa kwenye bima ya afya. Unapokuwa na wananchi wenye afya bora, ni rahisi sana kusukuma maendeleo wao wenyewe kujiletea maendeleo, lakini kuchangia kwenye maendeleo ya mkoa na nchi kwa ujumla. Mkoa wetu wa Mwanza asilimia hamsini na tatu umezungukwa na ziwa Victoria, Ukerewe ikiwa imezungukwa kwa asilimia mia moja lakini Lemela Nyamagana Sengerema Magu zote hizi zimezungukwa na ziwa Victoria. Kulikuwa na shida sana ya vivuko kwenye ziwa Victoria kwenye maeneo yetu ya vivuko, lakini kwa upendo na mahaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kuleta zaidi ya bilioni 28 ambazo zimetengeneza vivuko vitano vipya, na hivi tunavyosema vivuko viwili tayari vimeshaanza kazi ambavyo ni vya kisola, kisolia Lugezi, lakini kuna bwilo Bukondo. Haya yote ni mahaba makubwa kwa wana Mwanza, ambao wametufanyia Dkt. Samia Suluhu Hassan.